Usione watu wanatembea, wana vitu vigumu sana. Kuna wengine wamevaa viatu vizito sana ambavyo akivua akakupa wewe vivaya, hata sekunde moja hautaweza. Na ndiyo maana watu nasema, kwenye maisha, kama huwezi kuwatia watu moyo waache kama huwezi kumtia mtu moyo usimwongezee maumivu. Unaweza ukamwona anacheka, sio kwa sababu mambo ni mazuri no, ila ameamua kutokutangaza matatizo yake kwa kila mtu. Ameamua kuyaficha yawe yake na Mungu. Haujui kiatu alichokivaa. Na kabla hujamnyoshea mtu kidole na kumsema, kaa naye kwanza, ongea naye. Kwa bahati mbaya sana, kizazi tulichonacho leo ni wepesi sana kuhukumu bila kujua hata sababu. Ni wepesi sana kuwanyoshea wengine vidore, hata kujua chanzo. Kwa nini analia? Kwa nini kila wakati hana amani? Wale mabos, unaona mfanyakazi anachelewa kazini, unamfaya, haujamwita hata kukaa naye kumuuliza, changamoto yako wewe ni nini? Kaa naye muulize, kwa nini wewe ni mtu wa kuchelewa kila siku, una matatizo gani? Tusiwe wepesi wa kuwahukumu watu, haujui, hatujui vitu wanavyovipitia, hatujui maumivu walionayo.